Uh, kwa kifupi mkulima mwenzangu, maua ya parachichi aina ya hasi hujulikana kama maua yenye type A, yani kitaalamu, yupo pale. Uh, yana sehemu za kiume na kike zipo katika ua moja, lakini hufunguka mara mbili kwa nyakati tofauti. Uh, mara ya kwanza hufunguka sehemu ya kike ndio huwa tayari kwa ajili ya kuchukua pollen um, yanapofunguka mara ya pili baada ya saa kadhaa au siku moja, hiyo sehemu ya kiume hutoa pollen. Asubuhi siku ya kwanza maua hufunguka kama ya kike, ambapo huwa tayari kupokea pollen. Jioni siku ya pili hufunguka tena kama kiume yanatoa poleni. Hii hujulikana kitaalamu sana ambapo sehemu ya kike na ya kiume hufanya kazi kwa wakati mmoja kwenye ua mmoja na hivyo hushindwa kujichavusha self pollination. Uchafushaji wa parachichi hufanywa na nyuki na wadudu wengine hizi siku mbili. Endapo nyuki hawatahusika kuchavusha, basi maua hayo hudondoka. Ndio maana wapo wakulima wanaoweka mizinga ya nyuki ndani ya shamba la parachichi. Sisi wakulima bora, tunachotakiwa kufanya ni kupa mti mahitaji yote ya msingi ambaye ni lishe, ili kuboresha. Kwa mfano, virutubisho vya msingi sana kama hiki kinachoitwa boroni, na kirutubisho hiki kinaitwa boroni. Ipo boroni ya chenga, ambayo inaweka chini hii hufanya kazi kwa muda wa mwaka mzima. Aa, na ipo ya kupulizia kupitia pampu hii, una utapiga kila baada ya siku ishirini na moja kuanzia mti unaanza kujiandaa na maua mpaka mti unamaliza unakuwa na matunda machanga, na kuhakikisha mazingira rafiki wakati wa msimu amu, wa maua, kwa mfano umwagiliaji kiangazi na kudhibiti wadudu, ndio kufuatilia Peji yetu, Mungu akubariki.